Katika kuangalia namna tunavyoweza kuwasaidia watoto mm, wanapokumbwa na changamoto za utotoni kufikia ndoto zao, tunafahamu watoto wanakuwa chini ya walezi ama wazazi, vinginevyo iwe ni dharura. Eh, eh, madam, nirudi ni kusoma jina hapa <laughs> Mashukura, yes. Madam Mashukura, utuambie huyu mtoto alikuwa anaona jio vizuri tu, mm -hmm. ana miaka saba ameshazoea kuona kucheza na wenzake kwenda shule na kurudi kuona kama ilivyokuona tu kawaida mm. Ghafla eh, mtoto katika umri huo, hiyo taarifa akipewa, mtu mzima naye anastuka, anapata stress. Stuka, kama, anazimia kabisa, anazimia. Mtoto anambi, anapewa taarifa kama hiyo kwamba hatoweza kuona Tunafahamu watoto ni viumbe ambao hawajimudu kihisia mm. Sisi ambao tunaweza kujimudu kihisia tunawezaje kumsaidia mtoto kukabili kupokea changamoto kama hiyo nzito ya ulemavu, pengine wa kutoweza kuona, ama anakatwa mguu, ama ndo hivyo inatokea kitu ambacho sio cha kawaida kwake? okay. Kwanza uh, <laughs> niseme yeah kama ulivyosema watoto ni, ni wadogo hawawezi kumudu hisia Indeed. Lakini niseme uzuri wa watoto, ni rahisi kupokea mambo na ni wepesi kuelewa mambo na kuyasahau kuliko watu wazima. Yani wewe Devi leo kishangaa tu ghafla umuoni Messi hapo mbele mm -hmm. Nakwambia ukweli utazimia, lakini mtoto mdogo hatozimia <laughs> kabisa mm -hmm. Kabisa hatozimia, zaidi yeye anaweza akalia kwa kwa nini sioni, lakini wewe utazimia. Unajua kwa nini utazimia? mm. kwa sababu wewe unatafakari mtoto. Ndoto yeye bado ni mdogo, unaweza kuwa tafakari ni ha, ni mdogo mno. Wewe utatafakari kwa natembea mwenyewe nitaendaje siku vipi, lakini yeye hivyo vitu hata vifikiri, zaidi hata mchezo yake. Na maana hata hapo, Agnes, utaona yeye alikwambia aliumia kwa sababu anataka wenzake. Na namna ya kumsaidia mtoto kwanza ni kumwambia kwamba hii ni hali ya kawaida we m mtu, mtu mzima, usionyeshe maumivu mbele yake kwamba wewe yani, hakuna kosa kama mama wangu anaumia eh. Usionyeshe maumivu mbele yake. Jifanye kuwa jasiri na muoneshe kwamba hii hali ni hali ya kawaida kabisa umeshaipata vizuri kwa hiyo unaweza ukaendelea kuishi kama watu wengine na kutafuta namna nzuri ya kuweza kumsaidia aweze kuishi. Namna moja wapo ambayo huwa tunaipendekeza kwa haraka, huwa ni kumkutanisha na wenzake wenye hali kama ya kwake, hmm. Anaona, utamwona Agnes baada ya kupelekwa furaha. Angepelekwa kwenye shule ya kawaida kwake, kwanza ingekuwa changamoto, lakini baada ya pelekwa kaona, ah, kuna na wenzangu kwake kuwa ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo hiyo ni njia ya kwanza kulipokea jambo kama mzazi ama mlezi, na kutoonesha maumivu yako mbele yake na kumuonesha kwamba hili ni jambo la kawaida na utaweza kuishi kama ambavyo watu wengine wanaishi. ni wepesi kupokea, ni wepesi kusahau kuliko sisi watu wazima mm, mm. Yeah. Mara nyingi huwa na bahati ya kutana na waliopata kutoona ukubwani na utotoni na utoto kujitambua wa kujitambua, anawaambia ni heri ukupata utotoni kuliko ukubwani, mm. Watu, ukubwani inakuwa ngumu sana, chukua muda sana kukopa. Asante, yeah. Haya, muda wetu nao sio rafiki mm sana lakini, kwa hizo dakika tubakiza kama dakika like, kumi na tano hivi tupate nafasi sasa ya kuangalia na kuchambua namna ambavyo Agnes aliweza kuangalia kile kilichomo ndani yake na akakifanya kikazaa matunda. Tunazungumza sasa hivi tuna Agnes ambaye ni mwandishi wa vitabu, tuna Agnes ambaye ni msomi anachukua sasa hivi shahada yake ya pili, um, tuna Agnes wengine waliopo nyumbani na wengine wamekwama kama alivyozungumza hapa madam. Tunaona ni nini ambacho kinaweza kikawa chachu kwa mtu anayepitia changamoto kama za Agnes au zaidi ya za Agnes, akafikia hatua ya kufanikiwa hadi kutoa kitabu kama alichokifanya Agnes. Na pale nakumbuka Angela alizungumza na kusema kwamba kuna watu ambao hatuna changamoto zozote zile za kiafya, lakini hatuwezi kufikia hatua aliyofikia Agnes. Tueleze hapa Vicent, na ni maeneo gani ambayo sasa huwa watu wanakwama? Asante sana. Uh, tuseme kwamba kwenye jinsi tulivyoumbwa tuna udhaifu na tuna uimara pia. Sasa asilimia kubwa ya watu, takriban asilimia 75, uh, ya watu wanalazimisha kubadilisha udhaifu wao uwe ndio uimara wao. Lakini watu ambao wanakuwa wanatumia ile asilimia 75 ya nguvu zao, ujuzi wao, na kila kitu chao kuwekeza kwenye maeneo ambao wana nguvu zaidi, wanapata mafanikio kuliko watu ambao wanatumia ile asilimia 25 inayobaki ya udhaifu wao kutaka kubadilisha kuwa ni sehemu ambazo ndio uh, strength yao. Yaani kwa mfano mtu ambaye anaimba kwa sababu ni, ni sehemu ya uimara wake ni tofauti kabisa na mtu ambaye anaimba kwa sababu anataka abadilishe ule udhaifu wake wa kutokujua kuimba aje aweze kuwa mwimbaji mzuri. Kitu ambacho tunakiona kwake hapa ni kwamba alifanya strategic positioning, alijua kwamba mimi nimepata changamoto hii, kitu gani ambacho naweza nikakifanya? Kitu cha kwanza aliweza kuangalia eneo la taaluma. Taaluma ni kitu ambacho kinawafanikisha watu wengi. Kikubwa tu ni kuangalia ule uhalisia kwamba asilimia themanini ya watu ambao wanakuwa katika taaluma ile ile wanakuwa wanapata matokeo chini kuliko watu ambao ni asilimia ishirini. Kuna watu ambao asilimia ishirini, kwenye kila kitu ambacho watu wanakifanya katika taaluma wanapata matokeo zaidi uh, tuseme matokeo asilimia themanini ya watu wote ambao wako kwenye ile taaluma. Kwa hiyo hata yeye ameona kwamba ilikusudi aweze kufikia uh, malengo yake kupitia taaluma lazima specialize ndio maana akaamua kwenda kusoma masters. Kwa hiyo hicho hapo ni kitu cha kwanza, lazima utafute eneo lako ambalo wewe unataka uhudumie. Hakuna mtu ambaye anaweza akawa anahudumia kila mtu, kwa hiyo lazima uchague eneo lako ambalo unataka wewe uwe bora, uwe master kwenye lile eneo, ndio kitu ambacho cha kwanza alikiona. Lakini kitu cha pili ni matumizi mazuri ya kipaji. Alitambua kwamba mimi na kipaji cha kuandika, kama alivyoamua kujifunza kutumia ile maandishi ya braille, akaamua kutumia kipaji hicho hicho cha kuandika kupitia yale, yale, yani tuseme ule ule upofu wa kumzuia kwamba siwezi kushika kalamu na kushika karatasi nikaandika, ila naweza nikatumia braille kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tuangalie kitu ambacho mtu kina, kinakuwa kinamwezesha yeye kufanya kile ambacho anatamani kukifanya, kama hivyo alivyoona kwamba kumbe naweza nikatumia kipaji changu cha uandishi nikawafikia watu kupitia maandishi ya braille, watu wengine wakatafsiri na kuweza kufanya hivyo. Lakini pia kuandika ni ujuzi, ni ujuzi. Kwa hiyo kuna mtu akijiposition kutumia ujuzi tunasema specialized skills eh, kwamba kuna ujuzi ambao ukiamua kujifunza utakupa matokeo kwenye maisha yako na utafanikiwa bila kujali kwamba una changamoto gani. Ikumbukwe kwamba hata mwanzilishi wa hiyo Braille naye mwenyewe alikuwa ni mpofu pia, alipata changamoto ya kuto kuona, ndio akavumbua maandishi yale na ndio maana tunaita Braille kulingana na jina lake. Kwa hiyo kile kifaa kilitumika baada ya yeye kukivumbua. Kwa hiyo sisi katika changamoto ambazo tunazipitia tuangalie ni kitu gani hasa tunaweza tukakifanya kikatusaidia kufanikiwa. Yapo maeneo manne ambayo haya maeneo uh, ukiyafanyia kazi vizuri, watu wote waliofanikiwa mm, ni kati haya maeneo. Eneo la kwanza kama tulivyosema ni taaluma. Kuna watu ambao wamefanikiwa kupitia taaluma zao, ndio tuna wahandisi, tuna waandishi wa habari, tuna wanasheria hivyo mm. Lakini tuna eneo la pili la kipaji. Kuna watu ambao wametumia uwezo wao binafsi, ujuzi wa ki, ule uwezo wa kipekee ambao wanao. Kuna waandishi wakubwa ambao ni wa vitabu tuna waimbaji wa mziki tuna wachezaji wa mpira wachezaji wa tenis eh, wachezaji wa gofu ambao wametumia vipaji vyao kuweza kuexcel na kufanikiwa. Eneo la tatu ni specialized skills. Kuna watu ambao tuseme, ni kwa mfano kama rais, huwa naye anafanya makeup sindio? Kwa kumbe kuna mtu maalum ambaye anakuja kumfanyia makeup, nani? Rais, eh. Kwa hiyo unakuta kwamba ule ujuzi wa kuwa makeup artist umemsaidia mtu ku, survive na kufanikiwa kwenye maisha. Kwa hiyo ni eneo la tatu la specialized skills, lakini eneo la nne ni eneo la biashara. Kuna watu ambao wameamua kutumia muda wao na ujuzi wao wa mauzo, ujuzi wao wa masoko kujitangaza na kuanzisha biashara ambazo zimeweza kufanikiwa na kufanya vizuri bila kujali mazingira yoyote yale. Kwa mfano kama tunavyomuona Agnes ametumia ujuzi wake huo wa kuandika vitabu akabadilisha mawazo yake akawa ni biashara. Sasa hivi anauza uh, ile kitabu chake ambacho kinamsaidia kuendelea na maisha yake kama kawaida, na namba yake ni 0685063930, 0685063930. Ni namba ya kitabu ambayo, namba ya Agnesi, ambayo unaweza kuwasiliana naye ili upate kitabu okay, chake hiki na kuendelea kumfanya endelee kuandika vitabu vingine vingi zaidi na zaidi, maana amesema anatamani kuendelea kuandika vitabu vingine. Namba ni sifuri 8693 Sonia Abdallah kutoka Morogoro kiwanja cha ndege, anasema kwa kweli natamani sana jamani kuendelea na nyie hadi mwisho wa mada ya leo, lakini mvua ya huku kwetu ni changamoto jamani. Poleni sana, hata sisi sasa hivi tunasikia tu miungurumo, tupo studio lakini Mm -hmm. Anasema mvua inanyesha kwa wingi jamani, hivyo mtandao unasumbua, kuna muda matangazo yanakuja na kupotea. Nimpe pole sana huyu dada ambaye ah, anaojiwa na Angela huyu dada Agnes, lakini nimpe hongera, namwombea Mungu azidi kumbariki inshallah. Asante sana Haya, ah, kipindi chetu hiki kwa mbae, labda ulikosa simulizi, mvua ilikuwa inanyesha, muda wa simulizi ndio umefika sasa hivi, au wewe ambaye muda wa simulizi mvua haikuwa inanyesha, imeanza kunyesha sasa hivi, unajiuliza majadiliano um, utayapataje itakapofika saa 4 kamili usiku? Ni marudio kwa yu, kwa hiyo, kwa wewe unaye tutazama saa 4 kamili usiku, jua ndio marudio, na kipindi chetu huwa kinakuwa asubuhi saa moja asubuhi na mada yetu inaanza saa mbili asubuhi. Haya, nitaendelea kusoma ujumbe hapa mnaoendelea kutuma, ambao kwenu mvua sio kubwa sana ni sifuri saba sita tatu themanini tisini na saba sabini. Mpaka sasa hivi tunaweza kusema mvua tano, alafu mtandao <coughs> mtandao mtandao moja, <coughs> <coughs> <Mtandao> moja. <coughs> na mchezo unaendelea, na mchezo unaendelea. Asante sana, ndio, asante Mercy, lakini kuna swali hapa kama tunavyoona, namna ya kuwasaidia wenzetu kufikia kufikia ndoto zao. mm -mm. Mashukura yes. tunaona Agnesi katika kitu anasema ulikuwa wakati mgumu sana mm -hmm. yeye sio kuwa mm -hmm. na changamoto ya kuona wakati mgumu sana ni ile, ameandika kitabu anatafuta wafadhili, anatafuta mgeni rasmi, wanashindwa kumwamini kama, mm -hmm. kama yeye ndo kaandika, kama yeye ndo anafaa kutoa kitabu kama hiki na kufanya shughuli kama hii mm -hmm. changamoto iko wapi? Kwa nini jamii bado haiwaamini watu ambao wana changamoto pengine ya ulemavu tofauti <laughs> Kwanza, jamii zetu zimejengwa kwenye misingi ya tunategemea hii milango ya fahamu kufanya kazi. Ndio. Ndio. mtu anadhani mlango wa fahamu mmoja ukiondoka basi kazi hiyo, hiyo ya mlango huo imesimama. mm. kwa hiyo hii ni, ni swala mtambuka, swala tangu enzi hizo kwamba ukishapungukiwa mlango mmoja tu basi wewe tayari una mapungufu. Kwa hiyo hiyo ni la kwanza, inasababisha watu wengi sana wasiweze kuwa na imani. Lakini watu wengine wanahusisha macho na, na, na, na, na uwezo wa akili yaani, ile kitu cha kawaida, wasiona, wengi wana changamoto kubwa hiyo, kwamba kama huoni, basi hata wewe hata akili yako pia haifanyi kazi. Kwa hiyo mtu anajiuliza, wewe huoni? Mtu anahisi labda macho ndio yanayoandika. Eh? Wakati macho ni madirisha tu ya kupitisha mwanga uende kwenye ubongo katafsiriwe uweze kuona. Macho sio kuona, macho ni madirisha tu. Kwa hiyo mtu asiyeona maana yake dirisha limefungwa. Sasa na wewe ukifika jioni sasa unafunga milango, mwanga hauingii ndani, eh, unawasha taa za nini za si umeme na nini. Kwa hiyo umezuia macho ya nyumba yako, umeyafunga. Kwa hiyo watu wanahusianisha macho na ubongo, ndio maana wakawa hawamwamini sasa. We huoni ji ukaandika, kwani macho ndio yanayoandika? Kwani mfano Devi ukiwa nakula umomo, umomo katika unachakula una kwanini, kwa wacha kula na kuhakikisha <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tunakuwa tunapitisha mikono, si kama kuna mkono unaongeza, ni kwa sababu macho sio yanayokula, sio ya, mm, nachokula ni mdomo na yeah, mdomo unakula na kuweka chakula wapi kwenye mm. mwili wako mm, mm, kwa hiyo ni kitu ambacho jamii ina tatizo hilo, hata sio tu issue ya vitabu, ukamwambia mtu jambo afani kitu unaka gani, kwa sababu anahisi macho ndo ndo ubongo, lakini si kweli. Kwa hiyo ndo mm. changamoto mimi nadhani ambayo tunakutana nayo wenye ulemavu hasa wasioona, kuhusianisha macho na ubongo, tutofautishe hivi vitu, vitu tofauti. Yaani katika maisha lema vyote lakini usilimaye ubongo mm -hmm. Ubongo ndo kila kitu, ndo injini, ndo inaweza ku, ku, ku, kuamua kila kitu kifanyike. Kwa ndio maana Agnes, kwa sababu ubongo wake ulikuwa unafanya kazi, ameweza kufanikiwa kufanya kazi. uh, uh, lakini kitu kikubwa ambacho uh, ni, niseme watu wengi wenye ulemavu niwapatie elimu kidogo mm. ukiwa na faiti kutoka katika maisha jamii haikuelewi. Jitahidi angalau uwe na watu wachache, naamini hata Agnes au wengine pia tujitahidi. wasiona mwalimu wangu mmoja huwa ananiambia wasiona, sisi ni watu shakuwa na watu maisha yametoka. Asante sana. Haya na sisi Hello Weekend, mm. tuna watu japo kuna mvua, tuna watu wetu mm. hey, tuna akiwemo wetu. Mlacha hasa <laughs> ni Mlacha, Kaloleni Moshi Tanzania <laughs> we ni mtu wetu <laughs> anasema, kwa kweli kwenye haya maisha tunategemeana. Tusiwakatishe tamaa watoto waliopitia changamoto utotoni. Watoto wengi wapo kwenye kipindi cha ukuaji, wanapitia mengi, ni vyema tuhakikishe tunaliona uwezo wao ambao a, ambao hayajawakuta waliopitia, tunawavusha ili kutimiza ndoto zao. Asante sana kabisa. Ana, mtu wetu mwingine tuliye naye ni Bakari kutoka Pangani, Tanga, yeye anasema ni kweli ipo haja ya kuwasaidia watoto waliokumbwa na changamoto za utotoni ili kutimiza malengo yao. Anasema kila mtoto ameumbwa kuja kutimiza malengo yake, iwe kwa wazazi wake au kwa jamaa zake. Tunapaswa kuwa na utu ili kuwasaidia watoto waliokata tamaa. Mimi ni mwalimu Hassan Bakari wa Pangani, Tanga. Asante sana. Habari za asubuhi jamani, chaneli zinasumbua ni mm. Mvua ni nchi nzima, pole sana, zitarejea. Anasema habari helo wikendi, naitwa mwalimu Evans Alfred Ndeta ndiye tabula napatikana Bukoba Kagera. Tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki na mada hii ya leo. Nawapenda sana Mercy pamoja na David wa Karungi, Mungu awabariki sana. Haya, mtu wetu Ami mjini, amina sana Kagera, mvua inyeshi nini? <laughs> tuna watu <Tuna> wetu tuna <laughs> hakikisho kama alivyosema madam Mashukura <laughs> hakikisho la watu kabisa, ambao yani katika namna yote yani wao <laughs> <kukua> watakuelewa. Sawa, tumebakiza dakika mbili tu za kumaliza, na watu daikam... wetu hapa studio mmm vise mm -hmm. Vincent, tunatamani mm, kusikia neno lako la mm, kuhitimisha yeah, kutokana na hii simulizi yetu ya leo na Vincent, msemo wako unasema wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. <laughs> <laughs> <laughs> <Tuwe tu shujaa, Vincent. laughs> <laughs> Asante sana. Uh, kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba kila mtu ana kitu cha kipekee ambacho anacho kinaweza kikamsaidia hicho tu kuweza kufanikiwa katika maisha na kuweza kumtumikia Mungu kulingana na ile kusudi ambalo ameliweka ndani yako, kwa hiyo tusiangalie madhaifu yetu kutaka kuyabadilisha kuwa ndio strength zone yetu, lakini tutumie uh, yale maeneo ambayo ni uh, yana ya nguvu katika maisha yetu. Kama ni una nguvu katika mikono, tumia mikono, tumia. Una nguvu katika macho, tumia macho. Kama una changamoto kwenye eneo mojawapo, isikufanye iwe ni kikwazo cha wewe kulitimiza kusudi la Mungu ambalo ameweka ndani yako. Tafuta watu sahihi, tafuta maarifa sahihi, lakini pia usiache kumwamini Mungu, kwa sababu yeye aliyekupa wanasema, kinyonga amenyimwa mwendo, amenyimwa mwendo, lakini amepewa rangi, eh, rangi kwamba anaweza kujibadilisha rangi. Kwa hiyo tafuta kitu ambacho ni strength zone yako ambacho unaweza ukakifanya hicho kimoja tu na dunia nzima ikakutambua kama shujaa. Kwa hiyo usikate tamaa katika maisha. asante sana, nimependa sana, eh, kinyonga kanyimwa mwendo, lakini rangi. Na hakuna aliyepewa kila kitu hakuna. Kama yupo nionyeshe <laughs> <laughs> uh, mimi. <laughs> Labda niseme wazazi, walezi, jamii, uh, watoto, hebu kuwapa nguvu watoto wa karibu, hebu tuwapende kuwapa nguvu watoto wanapokutana na changamoto tusiwakatishe tamaa na kuonesha vile changamoto ndio mwisho wa maisha. Kuna kosa kubwa ambalo wazazi wengi tumelifanya. Mtoto akikosea, mtoto akikosea atasikia mjinga wewe, mm, mjinga wewe, atakuwa mjinga kweli. E, kwa mfano sijui kama watu wanafahamu ni kwa nini Michael Jackson alichonga pua yake alichonga pua baada ya kuwa tutu, tutu, tutu. mtoto wake alikuwa na pua kubwa ina shepu mbaya, kwa hiyo babake alikuwa moja wa watu wake alimwambia unalipua likubwa mpaka unaenda kuichonga ili iwe kama watu wengine. Kwa hiyo sasa, na mtoto ukimuita Mungu hata ukimdoa atakuwa kimbwa mbwa tu. Kwa hiyo hata mtoto anapokosea usi, usisimame kwa lile kosa, mwoneshe namna gani atatoka kwenye lile kosa au, au kwenye ile changamoto aliyomfikia aweze kwenda mbele. Hapo ndo utakuwa umemsaidia. Labda ndo neno langu la pekee la kuacha leo, asante sana. Sana tunashukuru sana kwa kuwa na sisi kwa siku <laughs> ya leo, na tunavyohitimisha ni kukumbusha nambari ya Agnes ni 0685 063 93 0 063 0685 063 93 na tatu sifuri ndio namba ya Agnes ambayo unaweza kuwasiliana naye kwa chochote kile, mawazo, ushauri, na kupata nafasi ya kupata nakala kitabu chake. Tumekubaliana 2024 tutasoma vitabu hmm, hakina hata kurasa nyingi jamani, ikiwepo kwenye idadi ya vitabu ambavyo umepanga kuvisoma. Shukrani sana kwa wewe ambao umepata nafasi ya kuwa na sisi hapa, tukiwashukuru na ambao wameendelea kutushika mkono na kutuongoza katika kipindi hiki. Mimi ni Mercy Mbaya tulikuwa na loa najitambulisha wenyewe mm. Tulikuwa na Vicent John <laughs> pamoja mashukura habibu na... na David Wakarungi.